Hongera, umefanikiwa kupata wasaa wa kusikiliza simulizi yetu mpya na nzuri yenye kusisimua inayokwenda kwa jina la Kufa Tu Hakuna Namna. Mshukuru Mungu sana kwa kukupatia wasaa huo. Mimi ni Kaniban Ahmad, unanipata kwa namba za simu 0717 7221 na mwisho ni themanini na moja na mwandishi wa simulizi yako ni Zuberi Musa Maruma, ambaye unampata kwa namba za simu 0759 4276 na mwisho ni 53. Baada ya kusikiliza sehemu ya kwanza ya simulizi yetu nzuri yenye kusisimua na kuvutia, sasa ni sehemu ya pili, mimi nikiwa ni Kaniban Ahmad ambaye ninakuingezia voko na sauti ya mamlaka niliyojaliwa na Mwenyezi Mungu, naendelea kutaraddadi na kutarada kukufanya wewe uburudike zaidi katika simulizi yetu. Bila kukulia muda, sasa ni sehemu ya pili, tusonge nayo. Turudi siku chache nyuma. Gari kali la kifahari lilipiga honi nje ya geti. Mlinzi akafungua geti na gari lile kuzama ndani ya nyumba ile kubwa na ya kifahari iliyokuwa katika mitaa wanaoishi matajiri maeneo ya Mbezi Bichi. Gari ile ikaelekea mpaka maeneo ya kupaki, ikipakiwa katika eneo lake. Kisha dereva alokuwa akiliendesha lile gari akashuka. Mbele mbele yake alitazamana na nyumba yake yenye ya ghorofa tatu jumba la kifahari mtu yule maridadi akapiga hatua kuifata nyumba yake ile. Pembeni ya mlango kulikuwa na kengele akabonyeza, ambapo mlango ulifunguliwa na msichana, alionekana wazi ni msichana wa kazi. Jamaa yule akaingia ndani chumbani, alimkuta mkewe, ambapo baada ya mwanadada yule kumwona mumewe akainuka tayari kwenda kumpokea ila mumewe alimzuia, na hata pole yake pia hakuitikia. Jamaa yule aliukunja mdomo wake kwa hasira, alikuwa na chuki kali sana dhidi ya mkewe. Zidu, mume wangu, nimekukosea nini mimi mpaka kunihukumu hivi? Tambua wewe ndiyo furaha yangu. Ishia hapo hapo, niwe na furaha hali ya kuwa sijapata wa kuniita baba? Katarina, nahitaji mtoto. Miaka mitatu sasa twaishi kwa amani hapa Tanzania, lakini unashindwa beba mimba, ni furahi? usisemi hivyo mume wangu, kupata mtoto ni majaliwa. ni hospitali ngapi tumeenda kupima mume wangu, sote tumeonekana safi. Unabudi kuvumilia baba <gibu> jamani. Katarina aliongea kwa huzuni ni miaka mitatu sasa toka wachukue uraia wa Tanzania kutokea Giankite baada ya kashikashi ya mfungwa gambi. Sasa Zidu alikuwa na mafanikio makubwa sana katika kampuni yake binafsi ya upelelezi, ila kilio chake kwa mke wake ni mtoto. Ukumbuke, katika kiapo Katarina alishapata mimba mara mbili na kuishia kuharibika. Mara ya kwanza ni wakati alipokuwa akimsaka, walikutana club, wakafanya ngono zembe, kwa bahati mbaya mimba ile ilikuja kuharibika. Ujauzito mwingine ukaja kuharibika hospitalini wakati alipopigiwa simu na Mary, mke wake Isaac, na kumpa taarifa ya kifo cha zidu K. Katarina, kwa mshutuko alidondokea tumbo, kwa bahati mbaya mimba iliharibika. Toka kipindi hicho mpaka sasa Katarina hakubahatika kushika mimba tena. Kitendo hiki kikampa mawazo Ziduku, akajikuta akianza kumchukia mke wake, akijua pengine labda ana matatizo. Wakaenda hospitalini kupima, ila wote walionekana wapo vizuri. Tatizo ni nini sasa, huyu mwanamke asibebe mimba? Ziduku hakulipatia jibu swali hilo. Mwisho akahisi au labda mke wake anamchezea mchezo wa kuonga na pengine alishatolewaga kizazi. Akajikuta akipata ushauri kutoka kwa marafiki ajaribu na nje, anaweza akabahatika. Zidu k akaanza akaona, aanze na katibu muhtasi wake. Yalikuwa ni makao makuu ya muungano wa vyama vya upinzani Tanzania ambavyo vinaenda kwa jina la umoja wao unaoitwa awa vya uta. Ni ndani ya jengo la makao makuu ya umoja wa vyombo vya upinzani awa vyuta. Mbele kulikuwa na wajumbe wakuu wa vyama mbalimbali waliokuwa wamesimamisha mgombea wao Christopher Asamoe kuwa mgombea uraisi. Mwanzo aliokuwa amepangwa kugombea ni mwenyekiti wa chama cha ukombozi wetu Tanzania, ambacho chumba chama hicho kinaitwa UWT, ambaye alikuwa ni mheshimiwa James C. John. Ila ndoto zake zilikufa baada ya siku tatu kabla ya kwenda kuchukua fomu, kupata skendo iliyotolewa na mgombea wa chama tawala CCM, hivyo ili kunusuru chama ikabidi awavyuta wamweke Kristofa asamoye wa chama cha demokrasia ya kweli kama mgombea wao. Ajenda yao ikiwa ni itawale hiyo tu miaka mitano, kisha miaka mitano ijayo ilipasa amwachie james john. Pia ajenda ilisema ikiwa watashinda, basi ilimpasa asamoye kumteua James kama waziri mkuu wake. asamoye alikubaliana na ajenda zote bila ubishi. Kikao kikafungwa, kampeni zikaanza kwa mara ya kwanza zaidi ya miaka ya hamsini ya chama cha mapinduzi kutawala, baada ya vyama takribani kumi kuungana na kumuunga mkono mheshimiwa Asamoe, wanachama wa vyama vyote vya upinzani wakampigia kura Asamoe. Siku ya matokeo mheshimiwa Asamoe akashinda tena kwa kishindo. Historia mpya ikaandikwa chini ya Tanzania Asamoe, akaingia Ikulu kama alivyoambiwa. Akamteua James John, waziri mkuu wa kuchagua baraza lake la mawaziri. Ila mheshimiwa Rais Asamoe alimjua vizuri waziri mkuu wake, alikuwa ni fisadi. Hata katika uongozi wake, ndani ya miezi minne tayari alishasaini mikataba hewa iliyoingiza taifa hasara. Pia raisi aligundua John alikuwa akijishughulisha na biashara ya uuzaji silaha nje ya nchi, pia usambazaji madawa ya kulevya. Vyote hivyo vilimuumiza sana mheshimiwa Asamoe, ila kwa kuwa katika kiti kile alipachikwa, ilibidi awe mpole japo aliumia ndani kwa ndani. Sitokubali huyu mtu, muhula wangu wa pili nimwachie hiki kiti, atatuuza nitapambana naye Mheshimiwa Rais aliwaza pasina kujua angepambanaje angepambanaje na kuilinda nafasi yake miaka mitano ijayo kwake bado ilikuwa kizunguzungu tunaachana moja kwa moja na Mheshimiwa Asamoe tunaelekea moja kwa moja katika kambi ya jeshi ni katika mafunzo ya mwisho mwisho jeshini, bado viongozi wa juu wa jeshi walishangazwa na uhodari wa mwanadada Zena. Huyu alikuwa ni binti jasiri, alikuwa ni jeuri. Kila zoezi yeye hakushindwa kulifanya, hata yale ambayo hayakuruhusiwa kwa watoto wa kike, Zena yeye alifanya. Kitendo hicho kikamfanya apendwe na msimamizi wao wa mazoezi aliotambulika kwa jina la Komando Lutu. Pandikizi la jitu leusi lililoenda hewani. Lutu akajikuta akimtamani mwanamke yule aliokwisha kuiva. Juhudi za kumtongoza hazikuzaa matunda. Zikiwa zimebaki siku tatu kumaliza mafunzo, Lutu akatega mtego kusudi aje ambake, ila siku hiyo alipotegwa mtego asubuhi yake ulikutwa mwili wa jemedari yule ukiwa umevunjwa vunjwa mifupa. Uchunguzi ulipofanyika ikagundulika, Zena anahusika, hatimaye akasakwa katika gereza la kijeshi. Ilikuwa ni hatari sana hmm, kizungumkuti. Upande wa pili, upande wa Zidu k wiki sasa, Zidu alikuwa akiwahi ofisini kuliko kawaida yake, yote ni kumuumiza mke wake ukimaliza shughuli na kuomba na mazungumzo na wewe, Salome. Zidu kwa sauti ya upole aliongea, akimwambia katibu muhtasi wake, macho yake yakiwa katika laptopu yake. Salome alitokea kumwogopa sana bosi wake Zidu, yote ni kutokana na usiriasi wake. Sawa, Sa Sa bosi, Salome aliitikia akichangamsha mkono kudeki kule ofisini akafutafuta maeneo husika, akaenda na ofisini kwake mapokezi akafutafuta. Alipomaliza akampigia simu bosi wake. Bosi, nikuletee nini? Niletee kahawa, nawe uje kama ni chai au maziwa. Nina kikao na wewe. Sawa bosi. Salome aliitikia kichwani, akijiuliza ni kipi hasa bosi wake anachomwitia. Hakika alimwogopa sana zidu. wazo kuwa anaenda kutongozwa halikuwa kabisa kichwani mwake hmm. Mpenzi msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, awa muhistakiu kuchosha kabisa katika kuweka vipande vya muda mrefu. Sasa hivi nitacheza na dakika kumi, zikienda sana, kumi na tatu lengo ni wewe uweze kuburudika na mimi nikiwa ni Kaniban Ahmed, kama kawaida nakufanya wewe uburudike, na wewe usininyime, usini komenti yako, lakini pia usininyime subscribe yako. Kama ni mgeni katika chaneli ya Ulimbo wa Simulizi, bonyeza alama ya neno subscribe, lakini pia bonyeza alama ya neno kengele ili kuwa mtu wa kwanza kabisa kupata notification pindi tunapoweka video zetu na simulizi zetu kwa mara ya kwanza kabisa naam mimi ni kanban ahmad ambaye nakuingezia voko na sauti ya mamlaka lakini yule nguli si mwingine ni zuberi musa maruma ambaye unampata kwa namba za simu 0759 42 76 53 lakini pia kwa wale ambao mtataka kujiunga na grupu letu la whatsapp ni cheki kwa namba za simu 0712 17 72 21 na mwisho ni 81. Ukiniteksti tu, we teksti kwamba ni add, alafu mimi nitaku add katika grupu la, la, la, la, la Ulimbo wa Simulizi. Lengo ni wewe kuburudika na kupata ladha tofauti tofauti kupitia chaneli ya Ulimbo wa Simulizi. Na asante na chao.